Asalamu alaikum na karibu katika odukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe ishirini na nne ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Siku nzuri kabisa siku ya Alhamis, kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kuna kudukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania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 466 Rais Samia aeleza tija yake aimiza Waafrika milioni 950 wapate nishati safi ya habari. Imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Ajira mpya 74,000 zaja, habari katika ukurasa wa pili. CCM yagiza fidia milioni saba ya sifu viongozi wa dini ya habari. Imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili mchakato ugawaji majimbo wanza, tume ya kutana na wadau maeneo yaliyoomba kugawanywa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika watu laki mbili na elfu hamsini kuhudhuria maziko ya papa Francis. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Binti aliyedai kutumwa kumua mpi na afikishwa kortini. Habari katika ukurasa wa kumi na saba. Biteko tulinde amani tusidanganyike habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika mpango tuwekeze utalii wa vyakula vya Afrika, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo gazeti Habari Leo ambavyo limeandika ikiandika madini habari Tanzania, gazeti hili ikiandika madini yafikisha mchango wa asilimia kumi pato la taifa, habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi, pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni mifumo ya ajira ya kira wabunge wacharuka, wakisema kuna ukikwaji mkubwa, wataka ifumuliwe kunusuru janga la ajira kwa vijana wasomi nchini, wataka mabadiliko katika udahili, wahuji sababu wageni kupata ajira teuzi. Habari katika ukurasa wa sita wa gazeti hili nduguni ya Husna Sekiboko akisema mtoto wako unapaswa kumlea wewe na kumlisha, lakini kwenda kumpa mjomba eti ya mlishi hawezi kushiba. Serikali ina vyombo vingi, hebu vitumike kusaidia kwenye mchujo, lakini asilani asipewe mtu mwingine. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa sita. Gazeti limeandika Samia, bila sheria hakuna haki. Habari katika ukurasa wa tano Habari picha ikimwonesha rais Samia Suluhu Hassan akimkabidhi waziri mkuu Kassim Majaliwa wa nakala ya kitabu cha sheria za Tanzania zilizofanyiwa urekebu kwa mujibu wa kifungu cha kumi na saba cha sabache, urekebu wa sheria katika hafla iliyofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma jana. Kushoto ni jaji mkuu profesa Ibrahim Juma, mwenyekiti wa kamati ya bunge ya utawala, katiba na sheria Dkt. Joseph Mahagama. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano. Mnyukano wa Mchengerwa wa Gambo, madai ya upigaji fedha. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Fumbo wa bunge 19 kurejea tena bungeni. Habari katika ukurasa wa 17. Lakini pia gazeti hili imeandika mshike mshike wa saa mbili za Heche polisi. Makamu mwenyekiti bara John Heche ameeleza jinsi saa mbili za kukamatwa kwake na jeshi la polisi zilivyotumika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Gazeti hili rekodi mpya kwa sekta ya madini ikivuka lengo habari katika ukurasa wa tano, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Kamata nakala yako wasome ndani zaidi. So ulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari aliyopewa <coughs> kipaumbele <coughs> ni Samia afunguka kuhusu mabadiliko ya sheria, asema kuanzia mwaka 2002 hadi 2023, marekebisho 1039 ya sheria mbalimbali yamefanyika, asisitiza jinsi nchi mahitaji ya sheria zinavyokwenda na mabadiliko. Habari katika ukurasa wa nne. CCM yakubali ushauri wa viongozi wa dini. Habari katika ukurasa wa nne. Dr Biteko wa Tanzania msigawanyike wakati wa uchaguzi. Habari katika ukurasa wa nne. Rais yapongezwa mageuzi ya mangeuzi, sekta ya madini. Habari katika ukurasa wa nne lakini pia gazeti hili limeandika rais Samia ashiriki mkutano wa kimataifa mabadiliko ya tabia nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Mwigulu ateta na mtendaji wa uendeshaji World Bank. Habari katika ukurasa wa tatu. Viongozi duniani kushiriki mazishi ya Papa Francis. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Lakini pia gazeti hili limeandika uoga kikwazo cha mapambano dhidi ya VVU Zanzibar. Habari katika ukurasa wa tisa, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii ni nalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CHADEMA wamuangukia rais kesi ya Tundu Lissu. Heche omba spika zifungwe mahakamani leo ajibu hoja za G55, no reforms no election ya songa mikoa ya kanda ya kati, Mnyika ajitosa, habari katika ukurasa wa pili. Ndugu, ndiko kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe ni ya John Heche ikisema, hii ni kesi kubwa hivyo hatutaki ifanyike gizani, tunataka ifanyike wazi, na tunaomba mahakama itoe spika nje, ili wale watakaokosa nafasi wasikilize nje ya mahakama. Haiwezekani nchi yenye uhuru miaka sitini na tatu wamkamate mtu, kesi ya kisiasa, alafu wazuie wanaopenda kwenda kusikiliza undani wa taarifa. Katika ukurasa wa pili, gazeti limeandika Samia kila sheria itafumuliwa itakapobidi. Habari katika ukurasa wa pili mvutano wa Mchengerwa mbunge Gambo wafika pagumu. Habari ni kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, gazeti hili ikiandika mvutano kati ya waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa na mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo kuhusu madai ya kuwepo kwa viashiria vya vya upigaji fedha za umma katika miradi ya maendeleo mkoani Arusha umefika pabaya undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Wasira aridhia salamu za viongozi wa dini zimeotia moyo, habari katika ukurasa wa tano. Lakini pia gazeti hili, habari nyingine zilizopewa kipaumbele ni tetesi, majina ya mrithi wa papa wawili kutoka barani Afrika, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Aliyeua mke kwa kumchoma moto, kisa meseji ya usiku mnene, naye kunyongwa, habari katika ukurasa wa nane. Vijana wasomi wa Tanzania, nafasi elfu arobaini na moja mia tano ajira serikalini habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake wa mbele michezo limeandika, wabongo kuiteka Afrika Kusini. Ninalo gazeti Mwanahalisi mikononi mwangu, lijo habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, wapumulia mashine ni wabunge arobaini wa viti maalum CCM. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili. Habari picha inamwonyesha Dr Christine Ishengoma, Sheri Raymond, Mariam Kisangi, Josephine Ganzabuke, Rose Tweve, Lucy Mayenga pamoja na Anastasia Wambura. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa sita. Nchi ya Vimba, amani kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu, bali inapatikana kwa njia ya maridhiano na haki. Habari katika ukurasa wa pili. Habari picha inamuonesha Askof Pisa pamoja na Lissu. Serikalini madudu matupu, habari amelikiwa kwenye ukurasa wa nane. Baadhi ya vigogo waandamizi wa serikali bado wanaendelea kuikingia kifua kampuni ya kigeni ya Kadco ili kuendesha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA, Mwanahalisi limeripoti undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nane wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi. Kamata nakala yako, soma kwa undani zaidi. Gazeti hii Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi, ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia, marekebisho ya sheria ya kurahisisha upatikanaji wa haki, habari katika kurasa za ndani. Othman akabidhi vifaa visaidizi kwa watu wenye ulemavu, habari katika ukurasa wa pili. Watoto wanawake waathirika zaidi vitendo vya ukatili, habari katika ukurasa wa tatu. Watanzania watakiwa kutogawanyika uchaguzi mkuu wa, habari katika ukurasa wa sita. Maelfu waanza kumwaga papa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 habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Matokeo mechi ijayo, ni kombe la Muungano, ni Aprili ishirini na sita, KVZ dhidi ya Yanga saa moja na dakika kumi na tano usiku. Fado mkeka umetiki, mabosi wa kutana mezani. Dakika tisini, dakika ambazo zimebaki kwa Simba kuisaka fainali ya kombe la shirikisho Afrika undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. mabao kumi na mbili aliyopeana John Nobo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili kilichopo nyuma ya mkate wa msala, habari katika ukurasa wa kumi na tano. Marefa hawa ni burudani, wataalamu wa kandanda, waandishi wa, wa michezo na mashabiki ambao walikosoa wa FIFA kwa uamuzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nne. Habari picha inamwonyesha refari maarufu duniani. Gazeti hili imeandika muungano leo Alhamisi yake hiyo dhidi ya Singida saa kumi na moja kamili jioni, Gombani. Undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbili. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nilo gazeti Habari Leo, kiji la habari Tanzania. Lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika Simba wameshukuru Rais Samia, fursa andika historia leo watakiwa kuchangamkia fursa afghan chan a habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Harusi ya Juks Priscilla yavutia mitindo habari katika ukurasa ishirini na moja Azam KMK kufungua muungano habari katika ukurasa ishirini na tatu na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari za michezo na burudani. Na ukurasa so wa nyuma wa gazeti ya Habari Leo la habari Tanzania, unakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari magazeti mbalimbali Tanzania, Alhamisi leo. Asante na kwaheri kwa sasa.